Na mtazamaji, uhaba wa damu, ambulensi, kucheleweshwa kwa huduma za dharura, na uhaba wa wahudumu wa afya ya uzazi naendelea kuchangia pakubwa vifo vya kina mama wanapojifungua, na wajane wengi wameachwa na mahangaiko ya ulezi, huku suala hilo likitikisa mihimili ya familia nyingi. Mili Chebet anaangazia madhila ya familia zinazoishi na makovu baada ya mama kufariki akijifungua chini ya milima ya Abadea. Mawingu mazito yametanda sawia na kiza cha majonzi katika kijiji hiki. Ukimya na upweke unatukaribisha katika boma hili. Kila hatua ya Samuel Mborothi mwenye miaka 35 imejaa uchungu anapoelekea kwenye kaburi la mkewe. Ni mara yake ya kwanza kurudi hapa tangu kumzika mkewe wiki tatu zilizopita. Maua juu ya kaburi la Unis Njoki Mborodhi aliyekuwa na miaka ishirini na saba bado yamepapatua. Unis, mama ya wasichana watatu, alifariki akijifungua kitinda mimba. Pumzi zilimkatikia Unis muda mfupi baada ya kuhamishwa kutoka hospitali ya Kayole 2 Level 4 hadi Mama Lucy. Unasi alikuwa anasema, harakisheni hiyo ambulansi ndio na waifu yangu hapa hivi imeanza kutania yeo. Eunice mama Lucy alika less than one hour, ndio watu ambie ameniacha. Madaktari walikuwa wamebaini hatari mapema akiwa na ujauzito wa miezi mitatu na wakawa wanamfuatilia kwa makini. Alipokaribia kujifungua, alithibitishwa kuwa salama. Eunice alijifungua msichana, lakini punde alianza kuvuja damu. Kwanza nilimuuliza demu wangu, umemuona aje? umemuona aje? Akaniambia kwanza, aliniambia huyu ako the best juu ako five, six centers, na maji shaatoka, kwa hivyo we can hope the best by tomorrow. Ukosefu wa ambulensi, hifadhi za damu, wahudumu wa kutosha na hata miundo mbingu ya kimsingi vijijini zinaendelea kuchangia vifo vya kina mama na watoto nchini. Profesa Moses Obimbo, anayeongoza mpango wa kukabiliana na kutokwa damu baada ya kujifungua, anasema taifa linahitaji damu zaidi, akibainisha kuwa takriban asilimia sitini ya damu yote hukusanywa kuwasaidia kina mama wanapojifungua. Out of the 5 to 10 women that die every day, 40% of them die because there was no blood for blood transfusion. And it turns out that in this country we need about 550,000 units of blood every year we are only able to donate about 150,000 to 200,000 at best so we are about 30 to 40 percent capacity some data actually shows we only 16 percent so it means we are in a blood crisis. kila takwimu inawakilisha familia iliyoathirika nyumbani kwa Samuel mihimili ya familia iliporomoka na majukumu ya kasambaratika. Baba yake amelazimika kusalia ya pweke kijijini, huku mamake aliyekuwa nguzo ya familia sasa akihamia mjini, muda wake wote ukiwa wa kuwalea wajukuu walioachwa na marehemu. Nasikia moyo wangu usugu sana, hii kasi ni kubwa, ama si Mungu. Ako si yako tu atatusaidia, hatatusaidia, ile anataka kutusaidia Samuel anayefanya kazi za sulubu katika soko la Marikiti, Nairobi, sasa amebeba mzigo mzito. Hawezi kumudu gharama ya Yahya, na mwanawe ambaye hakupata fursa ya maziwa ya mama anategemea maziwa ya unga yanayogharimu shilingi elfu moja mia nane kwa kila mkebe. Kama watoto makitoka shule makania bia, ako wapi mamu? Alafu ninape mtoto wangu masiwa, kwa nini? na mamawo ako wapi? Miaka miwili iliyopita Mary Njehi alipoteza dada yake wa pekee akijifungua. Yeye na mumewe wakalazimika kumlea mtoto pamoja na wanao watatu. nikimpeleka mara ya kwanza clinic, venye nilienda clinic, unaambiwa upite hapa upite hapa. Nilianza kulia na nikauliza Mungu, kwa nini mimi, mtoto akigonjeka nilikuwa nalia, but hakuna mtu alikuwa anajua Midhila ya Samuel na Mary yanafichua ufa katika mfumo wa afya nchini zinazosababisha familia nyingi kuachwa na majonzi mengi. Kulikuwa na manasi wengine kama wanne, watano hivi. Lakini hakuna kitu anafanya. Either they were student juu anasaidia Yunis na anawekewa simu loudspeaker aongee. The ratio of doctor to the patient is about 1.5 per every 1,000. The WHO recommends 44. Alienda kaa na miguu yake alafu akarudi ako kwa Jenesa. Wataalamu wa afya wameanzisha ubunifu unaoweza kuokoa maisha ya kina mama kupitia mpango wa NPPH, Profesa Ubimbo na wenzake wameanzisha benki ya damu ambapo data za wanaochangia huhifadhiwa na watu hao kufika vituoni kuokoa maisha wanapohitajika kwa dharura. Emily Chebet, Runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Nyandarua.